Wakati sakata la Oktoba 29 likizidi kuchukua nafasi katika taifa la Tanzania, pamoja na jumuiya za kimataifa zikiendelea kulimlika jambo hili kwa aina ya tofauti, siku ya jana waziri mkuu wa Tanzania Dkt. Mwigulu Chemba aliweza kuzungumza na kugusia mambo mengi ambayo yameweza kujili, huku akisema kwamba vifo vya watu sio jambo la kuchezea, damu ya watu haiwezi ikamwagika bure huku kiongozi huyo akiweka msisitizo kwamba ni vigumu sana kuweza kuzungumzia mambo haya kutokana na maumivu makali walionayo wa Tanzania, ikiwa ni masaa machache tangu Mwigulu Chemba, ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania, kuweza kuzungumzia jambo hilo na kuweka bayana kuhusiana na tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kwenda kuchunguza sababu zipi zilipelekea haswa vijana wakuweza kuandamana pamoja na vurugu kadhaa ambazo ziliibuka katika siku ya uchaguzi ikiwemo vifo pamoja na uchomwaji wa mali za umma pamoja na mali binafsi. Siku ya jana pia tumeshuhudia asasi zilipeleka mapendekezo yao huko mahakama ya uhalifu wa kivita ICC kuweza kuchunguza dhidi ya matukio ambayo ilijitokeza katika uchaguzi mkuu wa taifa la Tanzania siku ya Oktoba 29 wakati serikali ya Tanzania ikifikishwa katika mahakama ya ICC huko Uholanzi The Hague bado kuna hofu kubwa ambayo inaendelea kuisonga serikali ya Tanzania kuhusiana na misaada kutoka kwa wahisani hasa mataifa ya Ulaya. Ifahamikia kwamba ni juma moja limepita tangu bunge la Ulaya liweze kupiga kura yake kuhusiana na hatima ya Tanzania kuweza kupewa ufadhili wa mikopo kutoka huko katika mataifa ya Ulaya, ambapo asilimia hamsini na tatu zilikubaliana kuinyima misaada au mikopo serikali ya Tanzania katika mwaka 2026. Ifahamikia kwamba pia bunge la Ulaya ni mara kadhaa limekuwa likijadili kwa kina kuhusiana na maswala ya haki za binadamu pamoja na maswala ya kimkakati hasa wakigusia demokrasia kwa ujumla, lakini hivi sasa ni kama jambo hilo limeibuka kwa mara nyingine huko. Hii leo bunge la umoja wa Ulaya likiketi huko Brussels nchini Ubelgiji kuweza kujadili kwa kina Mustakabali wa uchaguzi mkuu wa Tanzania, haki za binadamu, vifo, pamoja na uminywaji wa demokrasia ikiwemo na haki za binadamu kwa ujumla, bila kusahau suala la mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, Tundu Lissu, ambaye bado anaendelea kushikiliwa na serikali ya Tanzania kufuatia makosa kadhaa yanayomkabili ikiwemo kosa la uhaini. Wakati haya yakizidi kuchukua nafasi na wigo na mpana wa kimataifa kuhusiana na serikali ya Tanzania kushtakiwa ICC, serikali ya Tanzania kupitia ubalozi wake uliopo Ubelgiji Brussels imetoa taarifa yake kuhusiana na kunyimwa haki ya kutoweza kuhusishwa katika mchakato wa kutoa maoni katika bunge la Ulaya. Hata inakuja kufuatia wito wa bunge la Ulaya ambalo litaketi hii leo kujadili hali ya kisiasa, kidemokrasia pamoja na haki za binadamu likigusia moja kwa moja vifo vya watu vilivyotokea katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na serikali ya Tanzania imesema kwamba katika barua hiyo iliyoandikwa na balozi wa Tanzania mjini Brussels, Jobo Estino Masima na kutumwa kwa rais wa bunge la Ulaya Roberto Mesola. Tanzania imedai kuwa mjadala huo unakiuka uhuru wa mamlaka ya nchi ya Tanzania, unavunja kanuni za mkataba wa Samoa unaosimamia uhusiano wa Ulaya na nchi za SP hasa kifungu kinachohitaji mazungumzo ya pande zote mbili. Imedai katika barua hiyo ambayo imewasilisha kwa rais wa bunge la Ulaya kuweza kutafakari kwa kina kuhusiana na suluhu ambayo inaweza ikapatikana baina ya bunge la Ulaya kupitia kwa viongozi wake pamoja na serikali ya CCM, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na madai mbalimbali. Hata hivyo mada zinazotarajiwa kujadiliwa katika kikao hicho ni pamoja na vurugu na mauaji yaliyotokea baada ya uchaguzi, kukamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu, madai ya wizi wa kura na ukandamizaji wa vyama vya upinzani. Serikali ya Tanzania imeweka msisitizo kuwa tayari imeunda tume ya uchunguzi ya kitaifa inayoongozwa na jaji mstaafu Mohamed Chande Othman kukagua tuhuma zote na kwamba mjadala wa Ulaya unaharibu mchakato huo wa ndani.